ni first aid kit kwa ajili ya binadamu lakini kuna first aid kit kwa ajili ya gari. Karibu katika The Gear. Mimi naitwa Jerry, unaweza kuniita 255 Jerry. Karibu katika show ya magari ambayo itakupa elimu zaidi kuhusiana na magari. Usisahau kwenda Instagram angalia 255 Jerry uweze kupata elimu mbalimbali kuhusiana na magari. Karibu katika show ya leo kama ilivyo first aid kit maana yake ni huduma ya kwanza pale ambapo mtu anapata dharura ama anapata tatizo. Mfano mtu ameumia, amejikata, kabla ajaenda hospitali damu nyingi kumwagika. So kitu gani anachotokea kufanya ili aweze kufika hospitali akiwa ana uhai wake? Cha kwanza kunakuwa na vifaa ambavyo vitamsaidia kuprotect damu nyingi kuweza kumwagika. Inaweza kumsaidia pia kupunguza baadhi ya maumivu ama kusafisha baadhi ya uchafu ambao upo katika sehemu husika ya kidonda. Sasa katika gari pia kuna vitu ambavyo vinaweza kukusababishia wewe kukuprotect wewe uweze kufika salama kwa mtoa huduma ama mtu ambaye atakusaidia jambo hilo. Sasa leo nimeandalia list ya first aid ambazo zitakusaidia wewe na gari lako, endapo upo safarini ama endapo upo hata nyumbani tu, lakini gari haliwaki, namna gani unaweza kutoka eneo moja mpaka eneo jingine, ili wewe uweze kufika sehemu ya kutoa huduma. Cha kwanza kabisa uh, tatizo kubwa la namba moja kabisa linakuwaga tatizo la la betri. Betri ya gari inakuwa inasumbua sana, unaweza ukawa upo njiani gari ikawa imeharibika betri, lakini uh, ukiwa njiani na gari ikiharibika betri mara nyingi sana gari hile inaweza katembea umbali fulani kuweza kukufikisha sehemu moja, lakini pale ambapo umefika sehemu umezima na umewasha tena gari, basi betri ile haiwezi kuwaka. Ah, kuna mambo mengi sana ah, kwa haraka haraka unaweza kusema kwamba naweza nikaboost. Yes, kuboost ah, gari yako inaweza kawa ni moja kati ya reason ya kukusaidia kama first aid katika gari yako. Lakini inawezekana battery terminal hazijataitiwa vizuri, inawezekana battery terminal zina carbon so Uh, inawezekana kuna changamoto katika umeme ama mfumo wote wa umeme. Kitu cha kwanza kitakachokusaidia ni kuweza kucontrol zile, uh, battery terminal, kuhakikisha ziko sawa, kwa hiyo kuzitaiti battery terminal. Cha pili first aid yake ni kuweza kuboost betri ile, kuweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ni first aid ya betri. Kama ilivyokuwa first aid, basi katika gari yako, kama wewe ni mtu wa safari, ama kama ni wewe mtu ambaye haupendi kupata matatizo njiani, basi unatakiwa, kuna baadhi ya vitu uwenavyo katika gari yako, vitu ambavyo vimezoeleka ni vile ambavyo uh, kama fire extinguisher, uh, kama triangle, na kama first aid katika gari yako, lakini kuna vitu vingine vya ziada ambavyo vinatakiwa kuwepo katika gari lako kama sehemu ya huduma ya kwanza, endapo utapata dharura ama utapata tatizo lolote. Kuna baadhi ya spana ambazo unatakiwa uwe nazo kwenye gari yako. Usione aibu kwamba nitakapokuwa na spana hizi labda nitaonekana kwamba gari yangu ni mbovu. Hapana, kuna baadhi ya magari yakija, basi yanakuja pamoja na vile vitu ambavyo uh, kule nyuma katika wheel spare uh, spare tairi pale kuna kuwepo na, na baadhi ya spana ambazo kumsaidia mtu pale anapokuwa na dharura, spana ambazo zinasaidia aidha kufungua tairi, spana ambazo zinasaidia aidha kufungua betri na spana mbalimbali. Kuna kitu kingine katika gari yako kinatakiwa kiwepo kama moja ya dharura hook. hook ambayo itakuwezesha wewe kuvutwa kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine. Baadhi ya magari yanakuja na hook, na kuna baadhi ya magari huwa hayaji na hook na hook ni kile kitu ambacho kichuma kinachosaidia uh, kukifunga kwenye bampa la mbele. Ama kama unamvuta mtu, basi kuna sehemu katika bampa la nyuma unaweza ukafungua uh, kiplastic na kuchomeka ile hook kwa ajili ya kumvuta mwenzako. Lakini mbele pia unaweza kumsaidia uh, mwenzako. Kuna uh, boosting, uh, boosting cable, lakini ukiachana na boosting cable kuna zile um, sasa hivi imerahisishwa zaidi, kuna zile mashine za kubustia ambayo unaweza kutembea nayo tuna inakaa na inaleta picha nzuri kabisa. Sasa hivi teknolojia inazidi kuwa nzuri zaidi, kuna vipampu vidogo vidogo ambavyo vipo kwa ajili ya kukusaidia wewe mtumiaji wa gari, endapo unapata dharura njiani, unaweza kujaza upepo. Unatakiwa uwe nacho nyuma katika gari yako, uh, ambacho una connect na sehemu pale, sehemu ya kuwashia sigara, basi unaweza connect na kujaza upepo na kuweza kukusaidia wewe uweze kuendelea na safari yako mpaka pale ambapo utakutana na mtoa huduma. Sasa kuna dharura aina nyingi sana katika gari moja. Kati ya dharura ambayo nataka tuanze nayo ni dharura ya oil. Yes, oil. Yes, leakage ni dharura ambayo watu wengi hukutana nayo pale ambapo wanakuwa katika safari ndefu sana. Sasa katika swala la oil, kwanza utapewa tahadhari kwa kuashiria taa ya oil katika gari yako. A, endapo a, taa ile ya oil imewaka inakuwa ina uwezo kuwa katika aina mbili. Inaweza kawa rangi nyekundu ama inaweza kawa rangi ya orange, inategemea na aina ya gari. Inapokuwa rangi ya orange, basi inaweza kukuonyesha ama njano inaweza kukuonyesha kwamba oil imekuwa low, lakini inapokuwa nyekundu, manake oil inaweza kawa imeisha kabisa, so kabla hujapata uh, kufahamu first aid ni nini, cha kwanza unatakiwa kufahamu nini unachoweza kukifanya, uh, kutambua tatizo ni nini. Kwanza kabla hata hujaanza safari yako unatakiwa ufanye service. Sawa, umeondoka ghafla ujafanya service. Lakini pia kabla hujatoka nyumbani kwako, unapotoka unatakiwa utazame katika ground. Yes, kama kuna unyevu, unyevu wa oil, kuvuja basi ujue hapo kuna leakage. So, imeshatokea vyote hivyo hujafanya, uko njiani sasa umeenda na taya oil imekuakia imekuakia, kwanza ya njano, baadaye umeenda kidogo ikawaka ya pili aa, nyekundu. Kwanza hutakiwi kuendesha gari, unatakiwa kupaki gari na kutazama tatizo ni nini. Unaweza ukawa uko safarini na umepiga shimo na oili ikavuja labda katika sump guard Uh, umepiga shimo oil ikavuja, ukiendelea kuendesha gari ile unaweza kusababisha madhara. So uh, unawezekana ikawa sababu mojawapo ni seals zilizopo katika engine ya gari yako inaweza kukusababishia madhara, lakini inawezekana ukawa umefanya service kabla ya safari na wale waliofanya service labda hawajafunga vizuri vitu, kwa mfano katika koki ya oil hawajaitaiti vizuri, ama katika oil filter yenyewe haijataitiwa vizuri. Inaweza kawa sababu ya wewe kukuonesha taya oil kwamba oil inavuja ama oil imepungua. So first aid yake ni kutokana na tatizo liliopo, ukishaweza kujua unaweza kutafuta msaada wa mwanzo kama msaada wa dharura kwa mtu wa around ambaye ana uzoefu ama ana uwezo wa kuwa na uelewa zaidi kuliko wewe, akaenda akakagua ile gari yako akajua kama ni oil filter, unaweza ukaitaiti okay, vizuri na ukaongezea oil. Katika swala la kuongezea oil, hautakiwi kuweka oil ya aina tofauti. Pale ambapo unachanganya oil ya tofauti, ah, uweza kusababishia consumption kubwa ya oil, ulaji wa oil mkubwa na kuleta madhara mengi katika engine. So unatakiwa ujue oil gani uliweka before na uweke oil kama hiyo hiyo pale ambapo unahitaji kuweka oil kama ku top up. Top up different kind of oils unasababisha uh, consumption kubwa sana ya oil, lakini inawezekana kukawa na changamoto ya masuala ya, ya engine yenyewe ina, inafanya consumption ya oil ya ubovu wake so first aid yake ni kuweka oil sahihi. Hivyo hivyo katika gearbox, hivyo hivyo, unapokuta leakage, unaweza kaangalia hata, ukapaki gari ukasimama ukaangalia chini, kama hakuna unyevu unyevu unyevunyevu, ah, maana yake kuna tatizo jingine, lakini kama kuna unyevu unyevu, kuna leakage ya oil, so unatakiwa kutop up na kupima oil yako kama iko sawa na kuenda direct kwa ajili ya kupata huduma sahihi swala so, zima la leakage ya oil. So hiyo ndo first aid ya oil. Leakage. Overheating. Overheating ama gari kuchemsha inayo first aid yake, inategemea na tatizo kabla hujatafuta kujua first aid ya kitu fulani, unapaswa kujua nini kilichosababisha tatizo lile. Yes, kama binadamu natakiwa kujua nini anachoumwa, uweze kumsaidia kitu gani. So mambo ni mengi, yanaweza kusababisha overheating. Inaweza kuwa feni haifanyi kazi, inawezekana mfuniko wa radiator haujafungwa vizuri, inawezekana kuna leakage katika radiator yenyewe, inawezekana kuna leakage katika pipe, inawezekana kuna maswala ya umeme au water pump. So first aid yake ipo kama ifuatavyo, kwanza Uh, itakupa alert, gari yenyewe itakupa alert kwamba kuna overheating kwa kuwasha aina uh, fulani ya taa, inaashiria swala zima la uh, coolant ama maji aa, na pia inaweza kukupa alert ya pili ya kuonyesha katika gauge ya temperature kwamba imepanda zaidi. So kama unakuwa na gauge ya temperature imepanda zaidi, simamisha gari yako, subiri ipoe kwanza. Itakapopoa ndo pale ambapo utaanza kuangalia kwa macho kujua tatizo ni nini. Kama unaweza ukakuta gari kabla hujaizima umeisimamisha umeangalia kabisa gari yako unakuta, uh, kila kitu kiko sawa, feni haizunguki. Saa nyingine unaweza kukuta feni inazunguka lakini kuna maji yanavuja. So itakapopoa, unaweza ukafungua, na una uwezo wa kuangalia kama ni rediata imevuja. Kuna kitu kinaitwa radiator stop leakage, ni kitu ambacho kinamsaidia mtu tu kutoka katika eneo la dharura kwenda katika eneo la msaada, yani first aid. So unaweka radiator stop leakage, yenyewe itafanya kazi ya kutafuta sehemu ambayo ina leakage na kwenda kujenga form like cement kwa ndani kuziba ile sehemu na kukusababishia wewe kufika sehemu ya mbali. Kuna pipe zinaweza zikatoboka zikapasuka, kuna gundi ambazo ni imara zinaweza kusababishia kukusogeza lakini kingine usikimbize, usi, usi gari, napunguza matumizi ya AC kwa kipindi ambapo wewe umepata breakdown ya ya leakage ya maji coolant. Pipe zinaweza zikapasuka, mtungi wa maji inaweza kupasuka. Hizi sio permanent uh, solution hizi ni temporary kwa kukutoa eneo moja kwenda sehemu nyingine, yani first aid. Yes, kuna maswala kama mfuniko wa radiator, ni maswala ambayo unaweza kukuta labda mfuniko ukufungwa vizuri au mfuniko ule ndani yake kuna raba ama seal huwa inaharibika. Unaweza kubadilisha ile mfuniko, na ni rahisi sana kupata mfuniko wa radiator kwa hizi gari za kawaida. Lakini sasa nataka niwaambie kitu kimoja kabla ya, ya kufika huko kote kwenye hizo huduma gari ndio imezimika. So nini kifanyike? Gari inapozimika kuna mambo mawili. Kwanza inaweza kazimika ikiwa katika mwendo motion, ama inaweza kazimika uh, katika hali ya ghafla. So uh, kwa mfano uko kwenye foleni gari ikazimika. Una option ya kuisogeza pembeni. Inawezekana umepunguza mwendo kwa hiyo kumpisha mtu gari ikazimika, s so, unakuwa huna option yote ya kuweza kusema ni paki pembeni. Kuna gari ambazo zinazimika na zinazimika katika motion. Una uwezo wa kuangalia barabara ya pembeni, kupaki pembeni na umeona imezimika. Lakini kuna ile imezimika kabla haujawa na motion. Iko hivi, unaweza ukafikiria kwa haraka haraka watu wa kusaidia kusukuma kuna magari hayazimiki na yakasukumika kila hisi kama unavyofikiria. Gari kwa mfano kama Evoque, gari ambazo kama Range Rover Sports new model, kama Discovery 4 new model zinatumia mfumo wa gia ya knob. Gari imezimika, gia haipandi juu, utakaje neutral? Hayo ndo maswali ya kujiuliza. Kuna siku moja niliona kuna moto umewaka, uh, Kariakoo, kuna gari nikakuta wanaivunja kioo, ilikuwa ni BMW, uh, E70 X5, ile model ya pili generation X5 nikakuta wanapasua kioo ah, Moyoni mwangu nikaona okay, hawa wanapasua kio, lakini baada ya hapo wat, mwenye gari kaiacha gari, wataweza kuweka neutral? Unajua ni jinsi gani kuweka neutral gari ile, ili iweze kuisogeza. Kuna option, sio kwamba utafika tu utakanyaga, no, kuna namna ya kuweka neutral gari hile, ambapo ni complicated. Kwanza wewe unapomiliki gari, jua unawezaje kuweka neutral endapo kutakuwa na tatizo ama kutakuwa na shida yoyote, gari haiwaki. Ni rahisi sana, sasa hivi unaingia youtube tu unaangalia gari yako ni gari gani na namna gani ya kuweka neutral gari yako, kuweza kuisogeza. So unapoweka neutral, umefanikiwa basi, unaomba msaada watu kusogeze pembeni ya barabara, na unaweka triangle. Triangle unapoiweka inategemea kisheria wanasema uweke mita tano huwezi kuweka mita tano katika highway, utakuja kufa, kwa sababu mita tano ya highway mtu hadi ajeione tayari amesha kupitia nawe mwenyewe. So katika highway, kuna option inategemea na aina ya highway. Wengine wanaweka hata triangle wanaweka hata mita mia ili mtu anapotoka kule ajue kabisa, hapa kuna mtu kule mbele ana dharura, aanze kuchukua tahadhari lakini katika barabara hizi za katikati kuna hizi Mwenge kabla hujafika Mbezi hapa katikati, magari yanazimikaga sana hapa, kabla ya kutoka Mwenge kama unaenda Mbezi hapa katikati, sitaki kupataja lakini, pale panazimika sana magari, ambapo unaambiwa uyasukume mwenyewe pale. So pale unatakiwa uweke mita tano tu ya ya triangle kwa ajili ya kuweka tahadhari kwa mtu anayekuja, lakini unaweza kusogeza nyuma zaidi mita kumi na hata mita kumi na tano inategemea na aina na muda. Kwa mfano mida jioni, foleni kubwa, huwezi kuweka mbali triangle yako, itakuwa ni changamoto, itakanyagwa takaagwa. So, um, hiyo ni ni moja kati ya tahadhari ambayo unatakiwa uchukue endapo wewe unapata breakdown yoyote. So kule mwanzoni tulishazungumzia kuhusiana na first aid ya oil leakage, tukazungumzia first aid ya ya coolant ama maji ama overheating. So tunataka tuongelee first aid ya fault katika gari. Kuna fault nyingi nyingi zinatokea pale, hasa check engine ndo inakuwa ndo ki mbele mbele zaidi so ile voltage uh, inashauriwa katika ile packing list yako ya gari yako, kuna kamashine kadogo tu kanaitwa OBD2. Kanauzwa bei rahisi, tu unaweza kukuta sometime, kanauzwa mpaka laki na nusu laki mbili ambapo ni mtu yoyote anaweza akafungua gari yake kwa chini akasoma aka read tu fault na aka clear na kaendelea na safari kama ni fault ambayo inatoka itatoka na utaendelea na safari. Hiyo ndio first aid ya zile fault. Lakini kuna baadhi ya fault ambazo zikitokea katika dashboard yako zinaashiria tatizo jingine. Unataka kujua fault gani hizo? Cheki katika Instagram page yetu 255 Jerry, uweze kufollow kuweza kupata mambo kibao, na sasa hivi YouTube tumewekea show zenu zote za The Gear. Usisahau kusubscribe na kulike katika page yetu ya YouTube The Gear. So uh, kuna taa inawaka pale, taa ya battery. Ile taa bwana, shukuru ikutokee mchana ile taa ikitokea bwana usiku utapata changamoto kubwa sana. Cha kwanza first aid ya ile taa ya betri ikitokea, kwanza kabla uja, hujaanza na first aid, ile taa inawakilisha kwamba charging system haiko sawa katika gari lako. Inaweza kawa alternator, inaweza kawa tatizo la umeme, inawezekana kawa belt tu imekatika na kusababishia wewe taa ile iwake kwa sababu alternator haizungushwi. Sasa uh, first aid yake ya kwanza, zima radio, zima AC na kama ni mchana unashukuru, kwa sababu taa pia umezima. So uh, ikiwa usiku utapata changamoto so pale, maana yake kinachotokea ni nini? Kwa sababu betri inatumika direct bila kutumia uh, otoneta kuzalisha umeme. So wewe unatembelea moto wa betri mpaka pale utakapopata sehemu ya huduma ya kwanza first aid. Je, utapata kwa haraka vile ambavyo betri yako ime, imebaki ama hutopata? so hiyo inategemea. Ili kuweza kufanya vyote hivyo, unatakiwa kusave energy. Namna gani ya kusave energy? Ni pale ambapo wewe unapunguza matumizi ya umeme ya huzima AC, redio na vitu ambavyo ni unnecessary, ambavyo vimechomekwa, labda kama unakuta mtu anachaji simu ndani ya gari, chomoa hivyo vitu vyote. Sasa hivi tafuta sehemu ya kuweza kupata msaada. Hiyo ndio first aid ya taa ya battery. Yes, kuna hii ya kawaida watu wengi wamezoea, lakini nataka nikukumbishie tu kitu ambacho unaweza kawa ufahamu hii uh, kupata pancha pancha ama kupata tatizo la kupungua kwa upepo katika tairi ya gari yako, inajulikana kwamba unaweka triangle, unaweka, unatoa spare tire katika gari yako unafunga. Na vitu vya kuzingatia tu uh, ni kuweza kuangalia namna ya kutaiti tairi ile. Yes, hakikisha unavofungua na unavofunga. Kwanza kufungua inajulikana upande upi na kufunga inajulikana ni upande upi, lakini pale ambapo unafunga basi hakikisha haufungi hivi, unatakiwa ufunge Uh, vice versa, yani unapofunga stadi hii, funga na huku na ufunga huku, funga na huku, sifunge kama kwa mtiririko yani pa pa pa pa, hapana, funga kama zigzag. Unapo tight zigzag pale inakuwa ni vizuri zaidi na vizuri zaidi. Ukishamaliza ku tight, ukishusha kwenye jeki, una tight tena mara ya pili kwa ajili ya kuhakiki. Hiyo nadhani watu wengi wanafahamu, ila nilikuwa nataka nikumbushe tu kuhusiana na hilo. Kuna breakdown moja. Ya, breaking system. Yes. Ngoma brake imefeli pale, kuna kuwa na mambo mengi sana. First aid yake ni vitu vingi, inategemeana na tatizo. Kunaweza kawa tatizo la mfumo wa ABS, kunaweza kawa ni tatizo la pipe kupasuka, kunaweza kawa tatizo la brake uh, fluid kuvuja na na mambo mengi, brake pad yenyewe kuisha au kalipa kujam na kila kitu, lakini kwa ile tatizo la, la kuwa na leakage ya, ya, ya mafuta ya breki inaweza kusababishia ukakosa breki katika mfumo mzima wa gari yako, yani braking system. So, unaweza ukafungua sehemu ya mafuta ya breki na ukaangalia leakage iliyopo na kuadd mafuta ya breki sahihi, ili kuweza kukusukuma. Cha msingi usisogelee magari, usikimbize gari, nenda mdogo mdogo, washa hazard, utafika sehemu husika. Hiyo ndo moja kati ya first aid. Ya, wewe unapopata dharura njiani na gari yako imeharibika mfumo wa breki. Wengine wanachukua wanafika hatua mpaka wanaangalia mguu fulani ndio na changamoto, wana cancel ule mguu. Mi si shauri sana aa, sijui nini kitakachoendelea, lakini sishauri sana swala hilo mm-hmm. Katika ndinga, sehemu ambayo tuna review magari mbalimbali, tunaweza kuyatazamia magari yale jinsi yalivyotengenezwa, teknolojia yake, uh, models na vitu mbalimbali uh, katika show iliyopita tulizungumzia juu ya magari ambayo yapo nchi tofauti, lakini yana pacha wake kule China. Tunaweza kuona gari ambavyo jinsi zilivyofanana kabisa katika maumbo yake, taa zake na vitu vingi sana ambavyo tulisema wale ni mapacha lakini, uh, makampuni ya magari hapa duniani yamekuwa yakifanya hivyo katika ushindani wa kibiashara. Hili sio jambo geni, ingawa wao China waliliboresha zaidi. Yani wao China walilifanya kinoma noma. Yani kwamba inafanana mpaka kupitiliza, lakini ukiangalia Audi, BMW, Mercedes wana mapambano yao, unakuta kuna gari nyingi sana ambazo wanaangalia sokoni leo hii kuna gari gani pendwa nao tengeneza gari design ile ile. Sasa leo ni maandalia magari ambayo yamekaa muonekano wa kufanana, na tunaweza kusema kwamba wamepata kuigana ama wameamua kufananisha, lakini kilugha nzuri ya kibiashara, wameangalia soko kipindi hicho linahitaji nini. Sasa mwaka elfu mbili na nane BMW walitoa model ya X6, gari ambayo mpaka leo zipo nyingi hata hapa kwetu, na ni gari ambayo ina ukula na inaumbo fulani na cop, ambapo watu wengi wamekuwa wakiona kwamba ni moja kati ya BMW expensive ama BMW ambayo ina umaarufu kwamba mtu ukimwambia, ah huyu ana X6, anapata image tofauti na mtu ukisikia na BMW tofauti nyingine, inategemea na mazingira ambayo tumekulia. Sasa Mercedes Benz ilipofika mwaka 2015 na, na wao nao walitengeneza gari inaitwa Mercedes Benz GLE Coupe ambapo pia inaonekana kufanana kabisa na ile X6, yani ule muumbo wake, uh, ule mwonekano wa ule mdongo wake jinsi ilivyoshuka mbele na kila kitu, wao waliamua kuonesha kwamba wanafananisha, lakini waliamua kwenda tofauti, kama vile walipata inspiration kutoka BMW X6 kwenda katika utofauti katika uh, kuongeza vitu mbalimbali katika gari ikiwemo luxury interior ambayo ni tofauti kidogo na BMW X6. Uh, ukilinganisha katika upande wa luxury, lakini pia waliongeza power train option, option ambayo itamwezesha mtumiaji kuenjoy zaidi pale anapotumia ya gari yake. Kwa hiyo waliamua kubadilisha baadhi ya vitu na wao walikataa kwamba hawajaiga, lakini ukiangalia, unaweza kuona kabisa hawa ni watu ambao wametengeza gari ambayo inaonekana wamekuwa inspired na ile BMW X6. Models nyingine ambazo zimekaa mwonekano wa kufanana ni Hizi. Yes, kuna Toyota inaitwa FJ Cruiser. Hii Toyota ni moja kati ya gari ambayo ni gari ya juu na gari ngumu kidogo kutofautisha na hizi gari nyingine ambazo tumezoea kuziona. Ina muundo fulani ambao ni jamii ya kina hama, lakini yenyewe na udogo kidogo. Gari ambayo inatisha uh, ukiitazama. Inaonekana ni kazi kazi. Sasa gari hile walivyotoa iliyofanya vizuri kwenye mauzo lakini Ford wakaona, mm, isiwe taabu, nao wakatoa uh, model ambao inafanana fanana na gari ile ambayo mwaka 2014 214 wao ilitoa Ford uh, Tola ya uh, T4 ukitazama Ford Troller T4, mwonekano wake wa mbele, jinsi ilivyokuwa ndefu, na ukitazama taa, ukitazama uh, body kit, unaweza kuona zinaelekea kuwa ni moja kati ya gari ambao wamepata inspiration kupitia Toyota FJ Cruiser, lakini Ford walitengeneza hii special kwa nchi za Amerika ya Kusini kama Brazil. Kwa upande mwingine, Kia naye akamfuata adui wa Mercedes ambaye ni BMW.

akaluka na model inaitwa 7 series. Akakutengenezea Kia K900 uh, ukitazama taa zimefanana, show ya kwake ya BMW yenyewe imekatika yani yani, ina vipande viwili, wao wameiunganisha kwa pamoja, body ni sawa sawa, yani ukitazama body e, la nje zinafanana kabisa, kabisa. Range Rover, wakahisi kwamba wako wenyewe Range Rover Sports. Kampuni ya Range Rover ilivyotengeza Range Rover Sports baada Kufanya mauzo vizuri uh, Ford nao wakaona, so issue ngoja turuke na hii tuende kusafiria nyota ya mwenzetu wao, wow, Ford Explorer Sport wakatengeneza, ambapo kitazama muonekano wake wa mbele, hata zile taa za mbele jinsi alivyoweka ule njano ile engo za kwenye taa, ukiangalia urefu wa gari, ukiangalia umbo lake, unaona kabisa hawa wao walipata inspiration kupitia Range Rover Sports. Kampuni ya Hyundai nayo na wakaona okay, sio issue, ngoja tuangalie gani kusafiria turuke na nani, wakaangalia huku wakaangalia kule wakaona mm, sio issue wakatoa modeli yao moja inaitwa Genesis Class ambapo walipata inspiration kupitia ya Mercedes Benz S class. Haya ni maoni yangu mimi, ambapo naona gari hizi zinafanana. Tunaendelea kutazama magari ambayo yamefanana mionekano yake kwa kuwa inspired na gari nyingine. Sasa haya yote unaweza kuyapata katika page yangu ya Instagram, yani 255 Jerry, pia vipindi vyetu unaweza kucheki katika YouTube channel inayopita hapo chini. Hii ni ndinga ya The Gear. Leo nilikuwa nazungumzia kuhusiana na, na first aid kwa ajili ya gari yako. Mimi naitwa Jerry ama 255 Jerry. Shukran sana kwa production team yangu ya Jerry spare production team. Shukran kwa director Zosa na watu wote waliokuwepo nyuma ya camera. Thank you very much, see you next time. The Gear.